Mambo vipi? Langu jina ni Ajant The Storyteller. Tela, karibu tena katika mfululizo wa simulizi za kutisha na za kusisimua, na leo nimekuandalia simulizi nyingine mpya inayokwenda kwa jina la Laana ya siri ya mchepuko. Kulikuwa na kijiji kimoja cha pwani, kijiji tulivu kwa macho ya wageni, lakini ndani yake kulishi siri nyingi Kijiji kilizungukwa na miti mikubwa ya miembe na mikorosho, bahari ikisogea na kupuliza taratibu. Watu wa kijiji walijulikana kwa mshikamano wao, ila walihofia jambo moja, laana. Kati ya nyumba zilizopangwa kwa mistari, palikuwa na nyumba ya Juma na mkewe Zainabu, waliojulikana kama familia bora, lakini ndani yake kulikuwa na maumivu na siri nzito. Juma, mwanaume mwenye haiba ya sauti ya kujiamini, alianza kujihusisha kimapenzi na binti mdogo wa mjini aliyeitwa Asha. Kwa muda mrefu Zainabu hakujua, ila aliposikia maneno sokoni kutoka kwa wanawake wenzie, moyo wake ulipasuka, na marafiki walinong'ona wakisema Juma anatembea na Asha usiku huenda naye pembeni ya bahari, wakikaa chini ya mnazi wakicheka kwa sauti nyororo. Machungu ya wivu yakaanza kuchemka moyoni mwa Zainabu. Alijua mume wake anataka kumwacha na hakutaka kabisa kijiji kimcheke, hivyo alikaa kimya akipanga kisasi. Usiku ulipoingia, Zainabu alijifungia chumbani, alifungua sanduku la kifamilia lililofichwa chini ya kitanda, sanduku lenye vumbi na harufu ya mifupa iliyochomwa. Ndani yake kulikuwa na vitu vya ajabu: nywele zilizoshikamana kwa damu kavu, mifupa midogo ya ndege na majivu meupe. Akiwa na hasira, aliamua kumtafuta mganga maarufu wa kijiji jirani, Mzee Mshana. Nyumba ya mzee huyo ilijengwa pembezoni mwa makaburi, kuta zake zikiwa na alama zisizoeleweka. Alipokaribia, mbwa wakali walibweka kana kwamba walijua tayari uwepo wake. Mzemshana alimtazama kwa macho mekundu na kumwambia, laana unayotaka si ndogo, unataka ukimwi wa kichawi. Hii humfanya mtu kudhoofika, kunyauka na kuonekana kama ana ugonjwa wa dunia, lakini hakuna tiba wala dawa. Zainabu akajibu, nataka asha apotee, Sitaki asalie hata kumbukumbu, nataka ajue maumivu ya kunichukulia mume. Mganga litabasamu na kumpa kikombe cha damu nyeusi, akamwamuru kuimimina kwenye nguo za Asha au kitu chake cha karibu. Siku chache baadaye, Asha alianza kukohoa. Alidhani ni mafua ya kawaida, lakini hali kazidi kuwa mbaya. Homa haikupungua, mwili wake ukaanza kupungua uzito ghafla nywele zikadondoka kwenye mto. Watu kijijini wakanong'ona, wakisema labda ameambukizwa UKIMWI, lakini kila alipoenda hospitali vipimo vilikuwa safi. Madaktari walishangaa wakisema hakuna chochote, ila macho yake yalizidi kukunjamana, ngozi yake ikawa na madoa meusi. Kila aliyemwona alijua kuna kitu si cha kawaida. Juma alihangaika Alimpeleka Asha kwa waganga wengine tofauti, alilipa pesa nyingi kwa dawa na hirizi, lakini hakuna kilichosaidia. Kila usiku alipomtembelea alihisi macho ya giza yakimwangalia nyuma yake. Mara kadhaa aliporudi nyumbani alimkuta Zainabu akimwangalia huku akiwa kimya, na macho yake hayakuwa na tabasamu tena. Kwa nini unaniona hivyo mke wangu? Juma alihoji na kumuuliza Zainabu. Zainabu akatabasamu kwa baridi na kumwambia, usijali, kila mtu atavuna alichopanda. Juma alijua moyoni kuwa mkewe alihusika, lakini hakuwa na ushahidi. Usiku wa mwisho wa Asha ulikuwa ni wa kutisha, alipojilaza alipata ndoto mbaya. Ndani ya ndoto aliona Zainabu amesimama mbele yake, ameshika kikombe cha damu, sauti nzito ikisema ulichukua kilicho changu, sasa giza linakula roho yako. Asubuhi alipatikana ya kitandani amekufa, mwili wake umenyauka kama mtu aliyeishi miaka tisini, ili hali alikuwa ni msichana wa miaka ishirini na nne na kijiji kizima kilitetemeka kwa hofu. Kifo cha Asha kikuleta amani kwa Zainabu, badala yake nyumba yake iligeuka kuwa uwanja wa hofu kila usiku upepo mkali ulilia, vyombo vikidondoka peke yake. Watoto waliopita karibu waliona kivuli cha mwanamke kimesimama dirishani. Juma naye alianza kudhoofika, mara ya kwanza akidhani ni mshtuko wa kifo cha Asha, lakini taratibu alihisi mwili wake unapoteza nguvu, ngozi yake ikaanza kunyauka, uso wake ukionekana kuzeeka haraka. Siku moja alimkabili Zainabu na kusema kwa sauti dhaifu, ni wewe uliyeniletea haya, ulinipora maisha yangu kwa uivu wako. Zainabu akamwangalia kwa macho baridi na kusema, ukicheza na moto lazima uungue. Usiku mmoja Juma alilia kwa hofu alipoota ndoto ya kutisha. Aliona Asha akija amebeba mtoto mchanga, mtoto mwenye macho mekundu, Asha akisema kwa sauti ya kuomboleza tumekuja kukuchukua wewe na Zainabu. Juma aliamka akitokwa na jasho, lakini alipoangalia kando yake kitandani aliona kivuli cha mwanamke kimesimama, macho yake yakimetameta rangi nyekundu, na kivuli kilipotea mara moja. Wakati huo huo, kijiji kilianza kushuhudia mambo ya ajabu. Ndege weusi walizunguka nyumba ya Juma usiku kucha ng'ombe waligoma kuingia zizi lililopakana na nyumba yake. Wazee wa kijiji waliongea kwa sauti ya chini, laana imeshuka, hii ni damu iliyofunguliwa. Wengine walihusisha kifo cha watoto wawili kijijini na laana hiyo, wakisema roho ya Asha na watoto wale zinatembea usiku. Hatimaye Juma alianguka kitandani usiku mmoja, akishika kifua chake. Alipiga kelele ndogo, macho yake yalibadilika kuwa meupe kabisa, kana kwamba yalikuwa hayana mwangaza. Ndipo akakata roho mikononi mwa Zainabu. Sauti ya upepo mkali ikapita na sauti ikasikika ikisema, ulichukua kilicho changu, sasa giza limekula vyako vyote. Zainabu alibaki mpweke, watoto walikimbia wakimwona, wanawake walikataa kuzungumza naye. Kila usiku aliposinzia, alisikia vicheko vya Asha na Juma vikicheka kwa mbali. Ndoto zake zilijaa damu, sauti na kelele za makaburi yakifunguliwa. Usiku mmoja, nyumba yake ilianza kutikisika kana kwamba ardhi ilikataa kuibeba. Madirisha yalivunjika, upepo mkali ukaingia na sauti nzito ikisema, ulicheza na giza, sasa giza linachukua kila kitu. Asubuhi majirani walipoamka walikuta nyumba za Zainabu ikiwa tupu, vitu vikiwa vimetupwa hovyo, lakini yeye hakuonekana tena. Wengine walidai waliona kivuli chake kikitembea kuelekea makaburini, lakini mwili wake haukupatikana. Baada ya kutoweka kwa Zainabu, nyumba yake ilibaki imefungwa, milango ikining'inia na dirisha kuvunjika. Watu wa kijiji walipita mbali kadri ya uwezo wao, hakuna aliyethubutu kupita karibu usiku. Lakini kulikuwa kuna fununu kwamba usiku wa manane taa ndogo huwaka ndani ya nyumba hiyo, kana kwamba kuna mtu anatembea akiwa amebeba kandiri. Wengine walisema aliona kivuli cha mwanamke kikipita dirishani na macho mekundu yakiwa yanametameta gizani. Mzee mmoja aliyekuwa shupavu alisimulia kwamba usiku mmoja alisikia sauti ya mwanamke ikilia ndani ya nyumba hiyo. Juma, Asha, nimerudi. Sauti ilijaa maumivu, lakini ikageuka kuwa kicheko cha kutisha kilichosikika hadi mbali. Baada ya miezi michache, kijiji kilianza kupata wageni wa ajabu. Vijana wa mjini waliosikia uvumi huo walitaka kuja kuthibitisha. Walisema ni hadithi za uongo tu, wacha tulale ndani ya nyumba hii uone kama kweli imepagawa. Vijana wanne waliingia na kubeba magodoro yao. Usiku ulipoingia, waliketi wakicheka, wakipiga picha kwa simu zao. Saa sita kasoro upepo mkali uliingia ndani mlango ukijifunga kwa nguvu, simu zao zote zikazima mara moja. Mmoja alipojaribu kufungua mlango aligundua haushikiki kabisa, kana kwamba umepakwa gundi ya damu. Mara ghafla, ukuta ukachora maandishi mekundu, kana kwamba yamechorwa kwa kucha, na alikuwa ameandikwa kwamba hakuna atakayeondoka. Watu walipiga kelele. Majirani walipoingia asubuhi walikuta magodoro yamechafuka damu, simu zimevunjika, na vijana hao hawakuonekana tena na hakuna aliyewaona tena kijijini. Wakazi wa kijiji walianza kusikia kitu kipya, vicheko kila usiku, kuanzia saa saba vicheko vya wanawake viliosikika vikicheka kwa sauti ya juu ndani ya nyumba hiyo. Lakini vicheko hivyo havikuwa vya kawaida, vilikuwa vya ukali na chuki. vilipoendelea kusikika waliosikia walihisi baridi kali ikiwakumba kana kwamba mikono isiyoonekana iliwashika shingo zao. Hatimaye wazee wa kijiji waliamua kumwita mganga mwingine maarufu kutoka mbali, Bimwandiga, ambaye alijulikana kwa uwezo wake wa kufukuza mapepo. Alipofika alitembea ndani ya nyumba hiyo mchana kweupe, akiwa na kifagio cha mti na hirizi shingoni. Watu walisubiri nje wakitetemeka. Baada ya dakika chache mlango ukapiga kelele na kufungwa kwa nguvu. Ndani yake kukasikika sauti ya Bimwandiga akipiga kelele, roho zetu hazina amani, nani aliyeita damu ya wivu hapa? Lakini mara akalia kwa sauti ya kuumwa, kisha kimya kikatawala. Walipojaribu kuingia, walikuta amepoteza fahamu, macho yake akiwa amegeuka kuwa meupe, kana kwamba aliona jambo lisilo la dunia hii. Alikuamka baada ya siku tatu. Aliongea kwa sauti dhaifu, nyumba hii haipo tena upande wa kawaida, ni lango la roho ya waliolaaniwa. Juma, Zainabu na Asha wote wamenasa humo, yeyote atakayekaribia makaburi yao ataunganishwa na laana hiyo. Tangu siku hiyo nyumba za Zainabu ikawa imepigwa marufuku. Wazee walipiga ngoma za tambiko, wakipiga marufuku mtu yoyote kulima au kukaa karibu na nyumba hiyo. Hatimaye mimea mirefu ilianza kuota na kuizunguka, mizizi ikipenyeza ndani kama mikono ya watu, lakini hadithi ikabaki ikisimuliwa. Usiku ukiwa karibu na nyumba hiyo, utasikia vicheko vya watu vikicheka. Ukithubutu kuingia, utapotea na hautaonekana tena, na ukijaribu kuuliza nini kiliua familia hiyo, jibu litakuwa moja: upendo, wivu na laana ya damu. Na tangu siku hiyo kijiji kikaendelea kusimulia hadithi hii kizazi hadi kizazi. Hasira ya wivu inaweza kuua, lakini laana ya giza ikishaachiliwa haiwezi kudhibitiwa, hata na yule aliyeita, atamezwa na giza hilo. Na huo ndio ulikuwa mwisho wa simulizi yetu ya laana ya siri ya mchepuko. Tukutane katika mfululizo wa stori zingine zinazokuja. Langu jina ni Ajant The Storyteller, bye.